Finally, uh, the court has agreed with our prayers that uh, the young people are released on uh, reasonable bail and bond terms. Tunashukuru sana. Tumeambiwa pia kwamba uongozi wa kisiasa hapa Bungoma unahusika kwenye kudhulumu hawa vijana wadogo na ningependa kama wakili kumuuliza gavana wa Bungoma Mheshimiwa eh, Ken Lusaka na kuanguza viongozi wote wanaounga serikali mkono hapa Bungoma, waunge serikali mkono pole pole bila kudhulumu wananchi wa kawaida. Kuandamana kulikuwa Kenya yote, kulikuwa kule Nyeri, kulikuwa kule Kitui, lakini hatujaona vijana kule Kitui wakishurutishwa na mahakama kila siku, wakishurutishwa na askari kuja kushikwa kila siku hapa Bungoma kwa sababu uongozi wa Bungoma wa jimbo na wa kitaifa unaunga mkono serikali. Tumeona wakitumia nafasi zao kudhulumu vijana. Kama haingekuwa mahakama, hao viongozi wako wameangamiza vijana wote. Uh, tuliambia mahakama like an kwamba madai hayo hayana msingi. Madai hayo ni ya kupotosha. Madai hayo ni ya kudhulumu wananchi wenye nia njema ya kwenda kwenye barabara kuandamana ili kuleta mabadiliko ya uongozi na mabadiliko ya kitawala katika taifa la Kenya. Tumefurahia kwamba mahakama hapa Bungoma kupitia hakimu mkuu imeweza kukubaliana na ombi letu na kupata kwamba serikali kupitia kwa kiongozi wa mashtaka haijatoa ushahidi wa kutosha ili kuwezesha wale vijana kuzuiliwa na polisi na hivyo mahakama imeamuru vijana hao waachiliwe kwa dhamana ya shilingi elfu hamsini au mfadhili sawa, na pia waachiliwe kwa dhamana ya pesa ya shilingi elfu ishirini. Wiki jana pia yule mlalamishi alisababisha kushikwa kwa vijana ishirini ambao waliwekwa mbele ya mahakama pia tukawa hapa mahakamani tukawafanyia kesi yao na mahakama ikakubaliana na sisi kwamba vijana wale wiki iliyopita waachiliwe. Nichukue nafasi hii kushukuru idara ya mahakama kwa kusimama na Wakenya kuhakikisha kwamba serikali haitotumia eh, mahakama ama eh, mahakama ya kihalifu sheria za uhalifu kushirikiana na mahakama hapa ndani kunyanyasa wale wanaopinga utawala. Wakenya wote wana uhuru sawa wa kuandamana kupinga utawala mbaya, kuandamana kuleta mabadiliko ya kitawala, kuandamana kuleta kutoa uongozi mbaya mamlakani. Kwa hivyo wakenya wasitishwe, sheria ipo, katiba ya mwaka wa 2010 inawalinda vya kutosha, na ndiposa umeona licha ya mbwembwe na sarakasi ya serikali kwenye mahakama, jaji ya hakimu mkuu ameweza kutupilia madai yao mbali.